Au nishaitambulisha nyimbo mpya mbele, ambayo inaitwa Nundu, na nyimbo ya tatu chini asaguu. Kwa hiyo nasema, nashukuru Mungu, na pia azidi kutusaidia kutubariki, tuweze kufika tunapopata. Kwa hiyo na nyimbo nimefanya chini ya faimajani upande wa audio na n video nimefanya na Kwetu Studio ambaye ni msafiri. Na nyimbo nimemshirikisha Konge Sipwa na Official One ambaye sasa hivi niko naye katika lebo moja yaanguka kwa pongeayotuve msene, asante. Kwa hiyo mpokee kazi kwa mikono miwili, sagotiane a kazi yetu mpya ya nee Jina la Nundu namaanisha kwamba Nundu ni msichana mzuri, msichana mzuri ambayo ana mheshimu, anapendeza, ana mwonekano. Na pia Nundu kwa namna moja ama nyingine ni kipi cha samani